Aa, ni kweli na ni kweli kabisa nimeshinda ubunge katika jimbo ambalo lilikuwa ni, ni jimbo gumu aa, ni, ni jimbo gumu kwa sababu mtu nilikuwa nashindana naye ni mtu ambaye alikuwa na kila aina ya mbinu ya kuweza kushinda, ni mzoefu na ni mtu anajua vitu vingi sana kwenye siasa. Inawezekana kwa namna moja au nyingine, anaweza kuwa ananizidi kujua vitu vingi sana kwenye siasa. Kwa hiyo nimepambana naye lakini Uh, ukweli umeshinda, umeushinda uongo na ndio maana nimepata kura nyingi sana uh, kumzidi. Wananchi wa Kigoma mjini wanataka mtu ambaye anaenda kuwasemea wao, hawataki mtu aenda kusemea ana, m, tunasema mbunge bahari, mbunge ambaye anasema uh, kuhusiana na taifa kimataifa zaidi kuliko jimbo lake. Wao wanataka mtu ambaye ata focus na nilidili na vitu ambavyo naamini ndio vinawagusa wananchi wa Kigoma mjini. Uh, na ndio maana nikapata kura nyingi. Wananchi wananiamini wananijua, ni mtoto wao so, imekaa hivyo. Baada ya uchaguzi nilimtumia message uh, Zito, hakujibu chochote, lakini nadhani ni hasira baada ya, unajua ukishakuwa umepoteza unakuwa na hasira, hajajibu lakini bado kuna vitu ambavyo anavyo yeye Zito, ambavyo mimi navitaka nivitumie kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini, kwa hivyo vyote vile nitamtafuta ili atupe kama kweli yeye ni mzalendo na lengo lake ni Kigoma mjini aweze kupata maendeleo, basi nitamtafuta ili anipe baadhi ya vitu ambavyo naamini vitaeta uh, vitaeta maendeleo katika jimbo la Kigoma mjini. So nitamtafuta pale, nadhani hasira zake zikishakuwa zimetulia. Uh, ni kweli uh, ni kweli kabisa nimeshinda ubunge katika jimbo ambalo lilikuwa ni jimbo gumu. Uh, lilikuwa ni jimbo gumu kwa sababu mtu nilikuwa nashindana naye ni mtu ambaye alikuwa na kila aina ya mbinu ya kuweza kushinda. Ni mzoefu na ni mtu anajua vitu vingi sana kwenye siasa. Uh, inawezekana uh, kwa namna moja au nyingine, anaweza kuwa ananizidi kujua vitu vingi sana na kwenye siasa. Kwa hiyo nimepambana naye, lakini uh, ukweli umeshinda, umeushinda uongo, na ndio maana nimepata kura nyingi sana uh, kumzidi. Wananchi wa Kigoma mjini wanataka mtu ambaye anaenda kuwasemea wao hawataki mtu aenda kusemea ana m, m, tunasema mbunge bahari, mbunge ambaye anasema uh, kuhusiana na taifa kimataifa ile zaidi kuliko jimbo lake. Wao wanataka mtu ambaye ata focus, na nilidili na vitu ambavyo naamini ndio vinawagusa wananchi wa Kigoma mjini uh, na ndio maana nikapata kura nyingi, wananchi wananiamini, wananijua ni mtoto wao. Sasa so, imekaa hivyo. Baada ya uchaguzi, nilimtumia message Uh, Zitto hakujibu chochote, lakini nadhani ni hasira. Baada ya unajua ukishakuwa umepoteza unakuwa na hasira, hajajibu lakini, bado kuna vitu ambavyo anavyo yeye Zitto ambavyo mimi navitaka nivitumie kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Kwa hivyo vyote vile nitamtafuta ili atupe, kama kweli yeye ni mzalendo na lengo lake ni Kigoma mjini iweze kupata maendeleo, basi nitamtafuta ili anipe baadhi ya vitu ambavyo naamini vitaeta vitaleta uh, maendeleo katika jimbo la Kigoma mjini. So nitamtafuta pale, nadhani hasira zake zikishakuwa zimetulia. Kwanza kabisa lengo la kuita vyombo vya habari ni kutaka ku kwanza kuwashukuru uh, wananchi wa Kigoma mjini kwa sababu, unajua, tangu tumepata nafasi ya kuchaguliwa nilikuwa sijapata nafasi ya kuweza kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini kwa kuniamini na kunipa nafasi na hii ilisababishwa na hili, rapsha ambazo zilikuwa zinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania na nikasema nikifika Dodoma baada ya kufanya registration kujisajili, ambayo tumeifanya leo uh, wabunge wote wateule wameweza kujisajili na mimi nikiwemo. Kwa hiyo nikasema nitatumia siku hii kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini kwa kunichagua kwa kura nyingi sana uh, ambazo zimenifanya nione kweli sasa nina deni la kuwalipa watu wa Kigoma mjini, na deni lenyewe ni vitu ambavyo nimeviahidi kwenda kuvitekeleza kwa miaka mitano ambayo nitakuwa naongoza jimbo la Kigoma mjini. So nisema nitatumia vyombo hivi pia kuwashukuru sana, lakini uh, jambo la pili ni kutangaza wazi kwamba tunaenda kufanya mkutano sasa wa shukurani pale Kigoma mjini, mkutano ambao utahusisha ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo kama kuna rafiki yangu yoyote awe mwanamuziki awe mwanamichezo awe uh, mtu yoyote ambaye amefurahishwa na hichi ambacho kimetokea katika jimbo la Kigoma mjini, uh, tunaenda kufanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kigoma mjini, mkutano ambao utakuwa ni mkutano wa shukurani wa kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini, lakini pia uh, kuwaeleza sasa ni nini ambacho kinaanza katika uongozi wangu uh, kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini.